Ni mradi wa maji, ujenzi wa chanzo na tanki la maji ambalo tutakuwa na uwezo wa kuzalisha maji tani lita 17 kwa siku. Ujenzi unaendelea vizuri, mpaka sasa umefika takribani asilimia 60. Fedha ipo, Mheshimiwa Rais ameshaleta fedha na mkandarasi pamoja na consultant wametuahidi kwamba kazi itakamilika mwishoni mwa Septemba 2025. Yani, kabla wanakaragwa wajienda kupiga kura maji yatakuwa yako tayari hapo ya. Hii ni kazi nzuri inayofanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Shilingi za kitanzania zaidi ya bilioni 64 zimeingia katika mradi huu pekee zi makubwa kwa Mheshimiwa Rais kwa wanakaragwe na wanakagera wote. Maji haya hatatumia Dr Samia Suluhu Hassan, watatumia wanakaragwe wote. Kazi na utu, kazi na utu. Karagwe DC tupo kazini, tunaendelea kuwahudumia wananchi kwa ubora zaidi.